Kuna huyo jamaa sasa, jamani, ukiamka ukiona mke wako anakupenda sana hujui kuna kitu kimetokea. Sasa huyo kaamka, mke wake akawa anamletea juisi hajawahi kuletewa kabla, hajaomba. mm. -hmm. Anashangaa siku ameletewa akamwaga juisi juu ya meza, mwanamke mm. akaa ah, sina wasiwasi, mi naifuta pale. Sasa kichwa chake kikawaka taa. Yo kuna mm -hmm. nini asema alikuwa anachati na msichana, mke wake kamuona hakufoka, mke akachukua ile namba akafuta akaambia wewe usichati tena. mm -hmm. Leo kuna nini? Asema nikaletewa chakula, nasikutoa hela ya chakula, chakula kizuri kimepikwa. Mwanamke mm -hmm. akachukua uchafu akaenda kumwaga mwenyewe mm -hmm. Akasema leo kuna nini? mm. -hmm. Kaenda chooni, katoka chooni, maji yamemwagika, mwanamke akadeki yeye mwenyewe. Anaenda kuangalia panamedekiwa, akasema lo, sio kawaida. Hebu ngoja kwanza nitoke niende kwa bamkubwa nikamwelezee, mbona kama mke wangu kapooza. <coughs> Asema anatoka mm, gari lake taa imeondoka, amegonga <gulia> <Ha> mwanamke anamwambia <gulia> ndiyo hivyo, mi mwenyewe nimeshangaa tu, nimeingia kwenye mti eh, taya hapa pembeni imegonga na bampa. Wa, asema ndo nikaelewa kumbe ule wema wote. Asema nikatoka na gari yangu tu, sasa nikasema <gulia> okay, basi hamna neno, ngoja tu nikaipeleke huko. Sasa ukiona mke wako siku hiyo ameacha wewe huko ana- amekuwa mwema, anakupenda, unajua, ujue kuna kitu kawaida, mke lazima kidogo mm.